nimeanza kuimba uh, tangu nikiwa mdogo kwenye shughuli mbalimbali za nyumbani za mashuleni lakini rasmi kwa mara ya kwanza nilirecord nili mwaka elfu mbili na sita kazi yangu ya kwanza niliitoa mwaka elfu mbili na sita ikwa inaitwa yote yalikwisha alafu mwaka elfu mbili na kumi nikafanya kazi ya pili ambayo inaitwa nitakuabudu milele na mwaka 2014 ambao ndio huu nime release kazi ya tatu ambayo inaitwa New Day. Inaitwaa uh, napenda kuimba sweet music uh, so mimi ninaamini aina ya muziki ninafanya hauna complications, kwa hiyo ni kitu rahisi kila mtu kukisikiliza, kukielewa, hata akiwa akatulia tu akaisikiliza, akawa ana enjoy, lakini pia anapata message ambayo iko nyuma ya nyimbo ninazoimba. Kuhusu sauti yangu, ninapenda nina the fact kwamba naweza kuimba deep voice kuliko high notes. Na, na, na enjoy kwa sababu inanipa fursa ya kuimba aina mbalimbali za mziki sehemu <coughs> kubwa ya maisha yangu kimziki na kama binti nime- nimekwenda mwenyewe munye, mwenyewe nikijifunza vitu vingi toka kwa mama wangu. Kwa hiyo naweza nikasema kimaisha role model wangu ni mama, lakini musically uh, najifunza toka kwa watu mbalimbali ambao wanani inspire. Siwezi kusema specifically mtu fulani, yeah. Mwezi wa 9 tarehe 29 nilipofanya launching ya album hii ya New Day. Um, huko nyuma niliwahi kufanya launching mwaka elfu mbili na sita lakini ilikuwa ni kitu nimefanyiwa na watu but this time nili, nili sehemu kubwa nilifanya mwenyewe ikanifundisha vitu vingi, so siwezi kusahau kwa sababu pia turn up ilikuwa nzuri, watu waliitikia na wakaisupport waka kazi yangu vizuri. Sitasahau ile kitu Miaka mitano ijayo miaka mitano ijayo ninategemea kuwa role model wa watu wengi ambao so far wapo. Na sana napenda kuimba kama wewe uh, behind mziki ninafanya I'm a living testimony ya kitu ninaimba, so nategemea kuwa kati ya mentor wa watu wengi sana ambao yani wana, wenye substance ambao hawaimbi tu lakini wana substance, wanaweza kusimamia maisha yao na wakasimamia kazi zao. Famousity ile umaarufu usiwa drive na vitu kama hivyo, so nategemea kuwa mentor watu wengi, nategemea kuwa um, you know, na, fursa yani mziki huu ukawa katika mazingira ya kuweza kuwapa wao pia fursa za kufanikiwa kimaisha mbali tu na kuwa support, um, lakini pia ninge ninategemea nina, nina, kuwa nimefika point ya kuweza kufanya collaboration na watu mbalimbali mbali ambao wamenitangulia wa kimataifa na kufanya concerts almost all around the world. Yeah. Yeah. Um, ziko changamoto nyingi, ziko changamoto nyingi sana. Mziki ninaofanya una ushindani mwingi mziki wa aina yoyote ile sasa una ushindani generally. Kwa hiyo unakutana na competitions mbalimbali mbali, lakini pia um, as a gospel artist kuna wakati um, automatically kuna mitazamo mbalimbali ya nini nini, uimbe nini, usiimbe wapi uimbe, wapi usiimbe. Kuna wakati unatamani ku deliver message uh, mimi naamini gospel music ni habari njema kwa watu wote, sio mziki wa dini. Ni, ni habari njema kwa mtu yoyote, so kuna wakati unaweza ukatamani uimbe sehemu fulani, lakini ina kulimit kwa sababu ya mentality. Nafikiri kwangu mimi hiyo ndo challenge kubwa, kwa sababu um, na- naangalia Kenya, um, mziki wa gospel unapigwa anytime, hata mchana, message inakwenda kwa the right people kuliko hata ile kuimbiana tu wenyewe kila siku pale church. Mimi naamini my message has to get inatakiwa ifike nje kwa watu ambao typically hawaamini kabisa. Kwa, kwangu mimi hiyo ni big big challenge. Sijajua bado ya namna ya kuiweka like, kwa hiyo naendelea kukua taratibu. So kwa picha hiyo um, kuna wakati ni ngumu Um, mziki wangu kupigwa mfano mda wa mchana kwa mfano kwenye redio zetu, kwa sababu umetaja Yesu humo ndani kwenye baadhi ya nyimbo na vitu kama hivyo, kwa airtime pia ziko expensive kupata kwenye radio mbalimbali mbali, kuna it's a, it's a challenge. Um, kwa sasa niko chini ya kampuni inaitwa Doxa Music Management ambao wao wa, um, tumeanza kazi baada ya kuwa nimesha maliza hii album, so wao wanafanya promotion um, wao ndo wanahusika na ninapokuwa na anafanya events uh, so na mtu anapokuwa ananihitaji kwa ajili ya performance sehemu yoyote anawasiliana na wao moja kwa moja. Kuna page ya Doxa Music Management ambayo, lakini pia kwenye website yangu kuna contacts zao za namna mtu anaweza akanipata <laughs> Yeah, so wana page on Facebook as asd Ma Music Management, lakini like, pia ukiingia kwenye website yangu ya www.angelbenard.com um, kwenye upande wa uh, programs and infos, mtu anapokuwa ananihitaji unakutana na contacts za za this uh, management company ambayo ambao wananisimamia for more details uh, kama nilivyosema kwenye moja ya maswali yaliyopita, mimi ni ushuhuda unaoishi wa vitu ninavyoimba. Ninapomwambia mtu uh, kuwa shujaa, usikate tamaa, nime experience maisha ambayo yanakatisha tamaa, ambayo ni rahisi kujihesabia, kujiona siwezi tena, then unainuka. Kuna wakati hakuna kutia moyo, unasimama mwenyewe, um, navyosema God, I need you. Kuna points kweli nimefika in life I need God cause you feel like hakuna tena mtu mwingine. So kila ambacho nimeimba imekuwa tu ni nyimbo zina flow from from experience kabisa ile ya maisha, sijawai ile kabisa kukaa kusema naandika sasa wimbo because <laughs> mara nyingi ni maisha yangu yanazungumza na ya wachache ambao wamenizunguka mimi. Ni public speaker Uh, kwenye conferences mbalimbali, lakini pia ni counselor wa teenagers girls mostly. Um, lakini pia nina, ni mwandishi wa nyimbo, so kuna wakati watu wanantafuta maalum kwa ajili ya kuandikia nyimbo. Ni vocal trainer, nafanya madarasa. Kwa mfano, hapa napoishi Arusha, nina madarasa kila Jumamosi saa mbili mpaka saa tatu, so mostly ni vitu Mm, nimefanikiwa sana <laughs> tangu nilipoanza kuimba kuna vitu tangible na non-tangible. Lakini napenda nizungumzie zile non-tangible. Um, nimeweza kujenga mahusiano na watu, na watu ambao kama isinga alikuwa mziki nisingefika ni, ni, ni. Lakini pia ime, imeniconnect na watu sahihi ambao sasa wanaisu wananisaidia kusukuma kazi yangu, lakini pia na mimi na play part kwenye companies zao na vitu kama hivyo, ila pia mimi nimemaliza chuo na nimejisomesha, nime kupitia mziki I've been singing, I've been saving, ninachokipata nalipa ada yangu ya shule so, um, mziki unalipa bills zangu kama msichana, kwa hiyo ninafanikiwa yeah. Let me tell you about my